Historia ya mkoa wa Katavi, hazina ya kipekee ya Kusini Magharibi mwa Tanzania. Mkoa wa Katavi ni mojawapo ya mikoa mipya kabisa nchini Tanzania, lakini historia yake ni ya kale yenye mizizi inayochota hadithi kutoka kwa machifu, vita vya ukoloni, ujio wa wakoloni na baadaye harakati za kuunda taifa hulu. Ingawa kwa jina Katavi ni mgeni katika ramani rasmi ya kiutawala, ardhi yake imebeba simulizi za kihistoria zinazokita mizizi katika mila, desturi na harakati za kisiasa na uchumi za Watanzania wa eneo la Kusini Magharibi. Asili ya jina Katavi. Jina Katavi linatokana na mto Katuma na hifadhi maarufu ya Katavi National Park. Watafiti wa historia wanahusianisha jina hilo na mtu wa kiloho au mpiganaji wa zamani aitwaye Katavi ambaye aliheshimiwa sana na wenyeji wa kabila la Wabende. Inaaminika kwamba Katavi alikuwa na nguvu sana za ajabu na maeneo aliyopita yalihifadhiwa kama sehemu takatifu. Hii ilifanya jina lake kudumu vizazi hadi kuwa alama kubwa, na sasa ni jina la mkoa. Jiografia na makabila. Mkoa wa Katavi unapakana na mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya na Tabora. Pia una sehemu inayogusa ziwa Tanganyika upande wa magharibi. Eneo hili linatawaliwa na mbuga za asili, mito, na ardhi yenye rutuba. Makabila makuu ya mkoa huu ni pamoja na Wabende, ambalo ndiyo wanajulikana kama kabila kuu mkoani Katavi, Wakonongo, Wapimbwe, Wafipa, Wanyamwanga, Wanyamwezi, Wamambwe, Wanyakiusa waliovamia kupitia uhamiaji mnamo karne ya kumi na tisa kila kabila mkoani humo lina historia yake, lakini yote yameunganishwa na mila za ushirikiano, kuabudu mizimu na kushiriki kwenye shughuli za kilimo, uwindaji pamoja na uvuvi. Historia ya mkoa huu nyakati za ukoloni, wakati wa utawala wa wajerumani na baadaye Waingereza, Katavi ilikuwa sehemu ya mkoa wa Rukwa zamani ikiitwa mkoa wa Sumbawanga. Hata hivyo, shughuli za wakoloni zilikuwa chache kwa sababu ya hali ya kijiografia, mvua nyingi, ardhi yenye tope na miundombinu mbinu mibovu. Hali hiyo ilifanya Katavi kuwa eneo lililosahaulika kwa muda mrefu. Hata hivyo, ilikuwa sehemu ya harakati za majimaji na baadaye Tanganyika African National Union TANU chini ya viongozi Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, ingawa kwa kiwango kidogo tu. Katavi na harakati za uhuru. Wakati wa harakati za kupigania uhuru zilipoanza kushika kasi mnamo miaka ya elfu moja mia tisa na hamsini, wakazi wa maeneo ya wa Katavi walishiriki katika mikutano ya TANU hasa katika vituo vya Sumbawanga na Mpanda. Vijana waliokuwa wamepata elimu walihamasika na kuanza kueneza elimu ya uraia. Hii ilijenga kizazi kilichojitolea kuwa sehemu ya mabadiliko ya kisiasa. Wengi wao baadaye walishiriki katika utumishi wa umma na baadaye uhuru. Enzi za ujamaa na kujitegemea. Katika kipindi cha Azimio la Arusha la mwaka wa 1967, mkoa wa Katavi uliathirika sana na sera ya ujamaa na vijiji vya pamoja. Wananchi walihamasishwa kutoka vijiji vya asili na kuhamishiwa kwenye vijiji vya ujamaa ili kurahisisha upatikanaji wa huduma kama vile shule, zahanati pamoja na maji. Hii ilikuwa na matokeo mseto. Kwa upande mmoja, liliimarisha huduma, lakini kwa upande mwingine lilisababisha ukinzani kutoka kwa wananchi, wananchi waliopoteza ardhi zao za jadi. Muundo wa kiutawala na kuanzishwa kwa mkoa mpya, mkoa wa Katavi. Kwa muda mrefu oh, Katavi ilikuwa sehemu ya mkoa wa Rukwa. Hata hivyo, kutokana na ukubwa wa kijiografia na changamoto za utawala serikali ya awamu ya nne chini ya Raisi Jakaya Mlisho Kikwete ilitangaza kuanzishwa kwa mkoa wa Katavi. Hii ilikuwa ni mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili, ukiwa na makao makuu yake mjini Mpanda. Wilaya zinazounda mkoa wa Katavi namba moja ni Mpanda mjini, namba mbili Mpanda vijijini, na namba tatu ni Mlele namba nne ni Tanganyika iliyotokana na kugawanywa kwa Mpanda na namba tano ni Nsimbo ikiwa ndiyo wilaya ya mwisho kuunda mkoa huu wa Katavi, jumla ikiwa ni wilaya tano tu. Lengo la kuanzisha mkoa huu lilikuwa kupeleka huduma karibu na wananchi, kuongeza usimamizi wa maendeleo na kuchochea uchumi wa eneo hilo. Maendeleo ya kiuchumi. Katavi ni moja ya mikoa yenye ardhi kubwa inayofaa kwa kilimo hasa kwa mazao kama vile mahindi, mpunga, maharage, alizeti pamoja na tumbaku yakiwa ni mazao maarufu sana mkoani humo. Pia mkoa huu umebarikiwa na hifadhi ya taifa ya Katavi, Katavi National Park ambayo ni ya tatu kwa ukubwa Tanzania baada ya Serengeti na Ruaha basi inafuatia hifadhi hii ya Katavi. Hifadhi hii ni kivutio kikubwa cha utalii na ni chanzo muhimu cha mapato ya ndani. Uvuvi kwenye mito na maziwa pia ni sehemu muhimu ya maisha ya wananchi wa Katavi. Zaidi ya hapo, maendeleo ya barabara na reli, Tazara na Reli ya Kati yameanza kufungua fursa mpya za biashara na usafirishaji. Changamoto zinazoukabili mkoa huu: pamoja na rasilimali lukuki, Katavi inakabiliwa na changamoto kubwa, ikiwemo miundombinu duni, hasa barabara hasa wakati wa mvua, huduma hafifu za afya na elimu maeneo ya vijijini uharibifu wa mazingira unaotokana na kilimo kisichoendelevu, upungufu wa watumishi wa serikali hasa kwa sekta ya afya na elimu, migogoro ya ardhi kati ya wananchi na hifadhi. Utambulisho wa kitamaduni mkoani Katavi: Katavi ni kitovu cha mila na tamaduni za kale, ngoma kama vile lipango, kinyemkera na masewe huchezwa kwenye sherehe za kimila, ndoa na mazishi. Chifu wa kabila la Wabende anaheshimiwa sana na mara nyingi hutoa maamuzi ya kijamii, hususan migogoro ya ardhi pamoja na ndoa. Tuangazie Katavi ya leo na kesho. Kwa sasa, Katavi ni mkoa unaochipukia. Serikali imekuwa ikijenga hospitali za kisasa shule za sekondari na kuendeleza miundombinu ya barabara. Vituo vya radio televisheni na mitandao ya kijamii vimeanza kushika kasi, huku vijana wa Katavi wakijitokeza kwa wingi katika sekta ya ujasiriamali na teknolojia. Katavi inatarajiwa kuwa kitovu muhimu cha kilimo na utalii endapo rasilimali zitakuwa ipasavyo. Uwekezaji katika elimu, mazingira na miundombinu ni nguzo kuu zitakazoiwezesha kufika malengo ya maendeleo endelevu. Kwa kuhitimisha mkoa wa Katavi ni historia hai ya utulivu, mapambano na matumaini kutoka kwenye misitu ya kale ya Wabende na mito ya Katuma hadi jukwaa la kisasa la maendeleo ya kiutawala. Wabende wa Katavi wanasema Mwarara Mpora kisha wengine huitikia empo la kupanga <laughs> ikiwa ndiyo salamu ya Wabende kama kabila maarufu mkoani humo Katavi. Mmeamka salama, ndipo huitikia kwa kusema empo la yani tupo salama. Mkoa wa Katavi ni historia hai ya uvumilivu, mapambano na matumaini kutoka kwenye misitu ya kale ya Wabende na mito ya Katuma hadi jukwaa la kisiasa la maendeleo ya kiutawala, Katavi inaonyesha kuwa mkoa hauwezi kutathminiwa kwa umri wake, bali kwa mchango wake katika ujenzi wa taifa. Katavi ni ardhi ya watu jasiri, utajiri wa mila na uwezo mkubwa wa kiuchumi unaosubiri kuamshwa. Mkoa huu wa Katavi ni mkoa ambao upo magharibi mwa Tanzania, mkoa ambao unachipukia kwa kasi katika maendeleo. Hii ni Kanyuka TV kwa habari za uhakika na matukio. Usisite kubonyeza subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.